Jengine ambalo sekta hii nataka mlifanyie kazi, na hasa kwenye hili lila la teknolojia, kuna vijana wetu wengi wengine, nimewaona hapo, wameanzisha taasisi zao za ubunifu, yani startups. hebu washirikisheni washirikisheni, wagaieni mikoa. Nyinyi mnatengeneza mashine za kunua maji, hebu shughulikeni na ukanda huu, wapeni nyenzo, wasaidieni, watengeneze